Hata kabla ya yeye kuwa msemaji wa serikali maisha ilikuwaje hapo mbeleni? I was in a house without a cement floor with wood sides until the age of 21 using a pit latrine in Nairobi. Haya basi, tueleze mambo mawili ama matatu yanayo kuhusu, tukianza na elimu. I went to Toy Primary School in Kibera and then I went to the Great High School up to form 4 and Jamu up to form 5 and 6. Ni kijana wa mtaa watoto yes i have kids three kids i love my kids equally honestly mwanamuziki na muziki ambao unaupenda christine christina shusho takes me to another level you can feel in the voice there's no acting they just praising the lord i like bongo very much i like uh, rumba I like house music uh, i listen to a lot of rnb and good gospel like uh, solomon mukubwa is a big favorite of mine i try to na pia kuhusu maisha ya mapenzi. Viongozi ambao unawaenzi na ambao ni wakutiliwa mfano this country. Baada ya hayo yote, Alfred Mutua akapata kazi ya msemaji wa serikali. Kazi ambayo aliifanya kwa miaka minane. Corporate body. Kazi akaifanya kwa uadilifu na kujitolea kama mzalendo. So that we can name these leaders, shame them and prosecute them because it is wrong for people to die, to suffer, to sleep hungry because of a few individuals who want to make a buck. Who want to make more money than the rest of the people. It is wrong. It is actually a sin beyond the, before the eyes of the Lord. Huku akimlimbikizia sifa kiongozi aliyefanya kazi chini yake kwa hiyo miaka minane. Very, very. Mbali na siasa, Alfred Mutua anaweza kuwa mwanamuziki. Inanikumbusha wimbo moja uh, fast lady ambao nilikuwa naupenda sana umeimbwa na Simba Anyika. Sijui kama naweza kukumbuka. Unasema duniani kuna mengi sawa sawa na bahari, kuna papa na nyangumi tena wale wa hatari. Hawapendi kuiona meli yetu baharini watafanya kila nia kuifupisha safari. Na si muziki peke yake, pia anaweza kuwa malenga wa mashairi hapa Machakos tumeshaondoka, meli yetu imeshatoka kwenye bandari ya umaskini kuelekea kwenye kisiwa cha maisha bora. Hata kukiwa na mawimbi na gurumu za kule baharini, sio wakati wanahodha kujitosa baharini, bali kusimama muhanga, kujikakamua na kwenda kwa kasi, kwenda kupeleka abiria wananchi kule kwenye kisiwa ambacho ni cha maendeleo na maisha mazuri. Hiyo tunaita maendeleo. Chap, chap. Kabla ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu mambo hayakuwa yakienda vizuri kule upande wa Machakos. Takumbukwa kuwa picha za Alfred Mutua zilichapishwa na akawekwa kwa vyama ambavyo hakuwa anasimama navyo. Somebody probably, and I suspect highly, my competitors' camp, which is Mutua Katuko, together with Honorable Mudhama. They have taken a picture of mine from the internet and created posters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

Hii nchi yetu imekuwa na shida nyingi kwa sababu ya ufisadi. Kwa hivyo nataka nyinyi mkue na tukatae watu wa ufisadi, si ndio? Na hakulisahau pia swala la uongozi mbaya na siasa mbaya. Jambo la kusikitisha ni kwamba wale viongozi ambao wamejitolea muhanga kufanya kazi ndio wanagongwa na kuchimbiwa chini, kwa sababu hapa tunajua tu siasa za kumalizana, hatujui siasa za kushikana mkono na kusonga mbele. Na akawa ndiye gavana wa kwanza kujenga barabara ya kilomita thelathini na tatu kwa muda wa siku tisaini tunampa kongole Alfred Mutua. In Machakos, we decided to change the way things are done in Kenya. We divided the road into 11 sections and gave it to 11 different contractors, each with 3 kilometers. Ni hayo tu kumhusu Alfred Mutua kutoka kwa Safari ya Msafiri. <laughs>